Tumsifu Yesu Kristu. Karibuni katika siku ya tatu ya novena ya Mtakatifu Yohane Bosco, na mada yetu siku ya leo itakuwa uaminifu wa Don Bosco kwa papa na kanisa. Tangu ukuhani wake, Don Bosco aliweza kujitolea kwa kina kwa mamlaka ya papa, ambaye aliona kuwa muhimu katika kazi yake na ya vijana. Don Bosco aliandika akisisitiza familia yote ya Wasalesiani kwamba waweze kumwona papa kama mkuu na hata kwa kufanya hili wangeweza pia kubainisha utii wao kwa papa na kanisa zima. Don Bosco pia aliweza kufanya kazi na papa tofauti, na kwa kurejelea Papa Pius wa tisa, ambaye sasa hivi ni mwenye heri, alikuwa anamuunga Don Bosco mkono kwa kazi zake tofauti, hasa zile za elimu kwa vijana. Don Bosco aliona kwa papa kufanya hivi, kwamba ni mtu muhimu katika kanisa kwa kukuza kanisa miongoni mwa vijana. Nasi tuzidi kuwa waaminifu kwa papa na kanisa, na tusichukulie tu hili kama historia, bali tuchukulie hili kama kanuni endelevu maishani mwetu. Na Mungu awabariki.